Interesting eh, tumepeleka madereva 75 Doha Qatar. Mimi najua kwa sababu ndio nilikuwa na correspond madereva wangapi? Wote wana vyeti ile inaitwa kule Ubungo vya kuendesha magari. Sawa. Makubwa kuendesha truck makubwa. Bwana, mnaanza kucheka hata bado tutafika eh? tumesherehekea miaka sitini na moja tutafika, miaka sitini na moja bado, cycle, ya muungano bado. Unasema tutafika hiyo bado na karibu cycle, kwa hiyo bado tutafika. Wale madereva baada ya kupata vyeti na kadhalika, kufika kule kule wamekuta truck za Volvo zinaitwa Volvo, ambazo hapa si nyingi Kitanzania, na zile truck za kisasa, kila kitu kule mbele digital wote wale wakasema Aa, a, sio magari tuliosomeshwa haya wala sio magari haya tunayojua <laughs> Watano wamefanya mtihani wamefaulu kwenda kusomeshwa sasa kuendesha hayo Volvo sabini, wote wamerudishwa. Kosa letu ilikuwa kule, wakati tunawapeleka tujue wanakwenda kuendesha gari gani ili sisi tuanze kuwafundisha hapa. ile GPS umeona, GPS ya benzi sasa hivi GPS screen kubwa hivi, inakuongoza kile hasa kule unakwenda. kwa GPS wewe, yule anaambia click in where you are heading, where to direction, imeandikwa where to, unatia pale. Mtani huu wa kwanza kafeli ile ku click ile keyboard, kwa sababu NIT, hajafundishwa manual ile <laughs> Giye, wakati mwingine kwenali, ele, krrr, moja, moja kaingia kwenye Volvo. Hizi story nimepewa eh, na balozi wetu kaingia kwenye Volvo, anatafuta ile gear stick, kumbe gear unabonyeza 1 2 3 buttons ziko pale mbele, unabonyeza. Umeziona gari za siku hizi eh? au kuna vidole vingine kama unavigusa tu eh, simeona au mjaona Skuhizi hata trucks wanatengeneza hybrid wanaita inatumia nusu huku. Sasa yule anaambia, anatafuta, anamuuliza yule instructor, gia iko wapi, gia yake. Kwa hiyo makosa ni ya kwetu, lazima tukiri mengine. Kwa hiyo best way itakuwa ni kulileta lile Volvo moja, kuwaomba wale wa Arabu lije pale, wapi, Ubungo, likae pale ili practical ianzie pale pale.